Bwana Yesu asue sana. Maana yake nini? Kwa lugha nyingine, hiki chakula anachokula anakula, lakini hakishibishi. Ijapokuwa kwa akili yake anaona kwamba anashiba, lakini kimsingi chakula kifanyeje? Hakishibishi kwa sababu, pamoja na kujaza tumbo, lakini bado mwili utakuwa hauna nguvu, bado mwili utakuwa ni dhaifu, bado mwili utakuwa hauna virutubisho kwa vile vilevile, bado mwili utabaki kuteseka. Ninatolea mfano halisi ili uweze kunielewa. Bwana Yesu asiwe sana kwao. Kuna vyakula visivyoshibisha, ijapokuwa vinajaza tumbo. Sasa tunakuja kwenye kiini, tunahamia katika ulimwengu wa Roho. Tunakuja katika ulimwengu wa Roho. Tunapozungumzia roho, roho ni kama tumbo. Bwana Yesu asiwe sana Aya, ah yes, sasa tunaanza hapo. Roho ni kama tumbo, ndicho Roho Mtakatifu alinifundisha hapa. Roho ni kama tumbo, na hii roho inahitaji chakula kila wakati, ili iwe na nguvu. Chakula kinahitajika katika roho ili iwe na nguvu, na kama mwili unavyohitajika, unavyohitaji chakula ili uwe na nguvu. Bwana Yesu asiwe sana. Nimetangulia kusema kwamba unaweza ukala tumbo likajaa lakini bado usiwe na nguvu ya mwili. Kwa sababu gani? vij, ulivyovijaza katika tumbo havina msaada katika mwili wako, havina msaada katika nini? Katika mwili wako, havina msaada katika mwili wako. Kwa hiyo kama havina msaada katika mwili wako, wewe na uhakika, pamoja na kuwa utashiba, lakini ukipewa jembo kalime hautaweza. Ukipewa mzigo ubebe begani hautaweza. Ukipeba ubebe ndoo mbili hivi na hivi hautaweza. Kwa sababu gani? Tumbo kweli limejaa, lakini halina nguvu. There is no energy, hakuna energy katika umwili. Bwana Yesu asue sana. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho, roho ni kama tumbo. Na bahati mbaya sasa, roho ni kama tumbo, inahitaji chakula na chakula cha roho siku zote kinatakiwa kuwa chakula chema, si chakula ili mradi chakula. Bwana Yesu asiwe sana. Kinatakiwa kiwe chakula chema ambacho kitasababisha kitasababisha mwili uweze kustawi. Bwana Yesu asiwe sana. Sijui kama tunaelewana watu wa Mungu. Kwa hiyo chakula kinatakiwa kinatakiwa kwenye roho, roho inahitaji chakula, na ukumbuke, roho ndio kiini cha maisha ya mwanadamu. Bila roho haiwezi ukaishi au hawezi kuwa hai. Bwana Yesu asiwe sana. Bila roho hauwezi kuwa nini? Hauwezi kuwa hai. Kuna watu kimwili wako vizuri, mwili wao umejengeka vizuri, wana afya njema, wana fedha, lakini watu hawa, watu wanakuwa hawajashiba, hawa watu bado wanakuwa na uhitaji. Ninaweza nikatolea mfano mfupi tu. Kuna leo hii, kuna meneja kwenye kampuni fulani, au kuna wakuu, ninaweza nikatolea wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa unaweza ukashangaa, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, kuna wabunge baadhi, pamoja nakuwa ni wabunge, pamoja na kuwa wana vyeo vikubwa, wanapokea mishahara ya kutosha, lakini hao watu bado hawajashiba. Ndio maana unakuja kugundua, kuna wengine ni wizi, kuna wengine, mbunge anapokea mamilioni ya pesa, lakini bado ni mwizi, bado anazulumu watu wengine, bado anazulumu nini anazulumu wa maskini bado, ananyanyasa watu wa chini, na huyu mtu ana fedha na kila kitu. Maana yake nini? Huyu mtu bode yake au mwili wake umejaa, una kila kitu, una virudubisho vya kila aina, lakini kiuhalisia huyu mtu hajashiba. Bwana Yesu asiwe sana. Kiuhalisia huyu mtu hajafanyeje, hajashiba. Na unafikiri ni nini ambacho akijashiba? Ni roho ambayo ndio hajashiba. Roho haijashiba, bado kwa hiyo, kama roho haijashiba bado, utazidi kuhangaika hata kama mwili huu wa nje utashiba au utakuwa na energy au utakuwa na nguvu.